Unasikia unajichanganya. Ukifika mahali wanasali baba yetu, na umeshapiga magoti baba yetu. Ukifika mahali wanasema mambo vipi, sema mambo vipi. Ukifika mahali wanafanya biashara ya mbao, uliza biashara ya mbao hii inakuwaje. Kwa hiyo kijana, kwa sababu maisha hayana formula, hutakiwi kusimama kwenye mstari mmoja, unatakiwa kujichanganya na kutafuta fursa. Lakini sio tu kutafuta fursa, ni connection. Hii dunia is all about connection. Who knows you? Sometimes unaweza kuwa na hela lakini kama hakuna naye kujua, hujui hiyo hela ufanyia nini. Kwa hiyo vijana, tupeane connection. Vijana, tupeane network. Mafanikio ya kijana mwenzako uyaone kama ya kwako kwa sababu akifanikiwa huyo, ipo siku utamuita awe mgeni rasmi kwenye tukio lako. Kwa hiyo tutamani watu wafanikiwe ili tuendelee kupeana connection. Haya maisha lazima uyagharamie. Nothing cheap. Yaani na maisha ndio yako, hivyo maisha sio mepesi. Ukishaona umekatishakatisha haraka haraka, subiri, kuna sehemu utalipia. Kwa hiyo maisha is all about struggling na kutoa jasho. Maisha sio mepesi, kwa hiyo ukishatambua hiyo. Lakini pia kuna vijana wengi wanakata tamaa haraka. Vijana tuache kukata tamaa. Watu tuna miaka ishirini na tatu sasa hivi kwenye mapambano, ndio tunaibuka leo imagine ya miaka mitatu tu umekata tamaa. Pambania hatima ya maisha yako, pambania destiny yako. Lakini nachoweza kuambia kingine, hii dunia hamna mwenyewe. Yani ukiamua kuwa wewe na utakuwa kweli, umenielewa. Mimi sikuwa na connection but I'm here today. namtuma bodaboda kwenye kidumu, bodaboda mwenyewe anamwambia nitakulipa baadaye, kumbe unatarajia usongeshe baadaye ndo mlipe. Kwa hiyo haya mambo yanawezekana, ila anahitaji commitment. Jambo jingine ni watoe hofu, ni watoe hofu. Mimi ni kiongozi wa wote. Tena mimi nataka wale ambao wako kwenye mapambano ili niwatie moyo nije niwape ushuhuda. Umenielewa? Ukishakuwa mbunge ni mbunge wa wote, wa dini zote, imani zote, vyama vyote, achana na mambo ya dama vyama kitu gani, eh? Mimi si kijana mwenzenu. Ma maisha haya, mwenye maamuzi ya mwisho na maisha ya ni Mwenyezi Mungu, sio mme wako mke wako mpenzi wako mchumba wako ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niwatie moyo vijana wenzangu, tuendelee kupambana. Lakini kingine ninachoweza kuambia mnatakiwa kumshukuru Mungu sana kwa sababu Mungu amewaona vijana, ameona mapambano yenu, ameamua kuwaletea Sigrada Mligo. ni jingine lengo ni kuunganisha nguvu ya vijana katika mkoa wetu na nje ya mkoa wa Njombe.